Kuja kupata aibu kubwa sana kwa maana kwamba serikali imeshatusaidia, mheshimiwa rais amesharidhia hey, na wananchi tumeshawaambia hey, na tulishawatahadharisha, kilichobaki ni utekelezaji. Sasa hizi hakuna maswali na hakuna utekelezaji, wote ambao unaenda kama kanisani haupo. Kanisani ndio kuna bembelezana, jamani acheni dhambi, jamani Yesu atarudi. Ni namna hiyo tu, labda lazima zichukuliwe hatua Nataka niseme kitu kimoja kuhusiana na swala swala la la mmoja alisema pale swala la siasa. Hivi hapa wanaopiga kula kwa ngapi? Wanapiga <laughs> Hata wasipopiga ha, hata wasipo kula. Hivi unafikiri tunaposema wapige hivi unafikiri tunaposema wapige kula wanapiga watoto? Hawapigi kula hivi ha, ha, eh? ha, unalinda ha, kula ili tuku, watu wakose maji halafu baadaye kuulize maji ya kwapi? Mji wote wa Perami wa maji yanatoka hapo. Yanatoka huko. Lakini tayari serikali imetenga mabilioni ya fedha hapo chini. Nataka kuweka mradi ambao utalisha mkoa mzima wa Ruvuma mpunga hapo Njalira, pale mlima uchi kwa chini. Kwa chini yale maji yanatoka ni, ni mto Njalira yanatoka hapa. Huwezi kulima namna ile, alafu hayo maji uwe nayo miaka miwili ijayo. Mkoa mimi nifanya research, wananchi wa huko wamesema hivi, wanaolima wa kule si wakazi wanakuja watu wa mbali wa Mbinga, wamenunua mashamba, wanalima na kutoka oh, huko sahihi, huko sahihi. Hey, nilipokwenda nilipokwenda Dodoma mimi, mheshimiwa waziri ameniambia yupo mwanasiasa mmoja amewakusanya watu, akawalipia nauli, wamesafiri kutoka hapa mpaka Dodoma, alafu wakaanza kumwambia kwamba wanamwomba tu... waziri wa ardhi kwamba tunaomba mwaka huu tulime mara ya mwisho alafu hizo weka tulizopewa hizo elfu mbili mia moja, elfu mbili mia nne sabini na moja ni chache. Nikamwambia mheshimiwa waziri, japo jambo tulishamaliza aliwezekaniki mbona, mheshimiwa waziri? Hmm. Na bahati nzuri waziri alikuwa ameshawajibu akawambia, bwana, hili jambo nitamtafuta mheshimiwa Jenista, lakini nitamtafuta mkuu wa wilaya husika, ni, ni hakikishiwe likoje kwani yule mwanasiasa likaa tena ametoroka. Kwa mimi nakubaliana na wewe asilimia 100. Yani, wanaolima huko vijijini ndio alienda huko. Wanaolima sio wakazi. Lazima tuchukue hatua haraka sana. Tuanze na barabara tuko serious. Kama tumesema mpaka ni hapa, tunapitisha pale. Tutafutwe pikipiki zinaanza patrol kila siku. Atakaye kutwa huko anakuwa mfano. Haiwezekani tunasema ni wananchi wasongea. Kumbe sio, wametoka wapi? na hata anayewatetea sio mbunge wa hapa, sijui ni mbunge wa, wa. Kawalipia nauli kawapa na chakula na hela ya kulala guest, wameenda Dodoma kupinga isiwe hifadhi hii. Tusipokuwa na hifadhi hii, mji wa, wa Peramio tukosa maji, utakufa tu, hakuna namna. National Service mtusaidia, hii hifadhi ni kwa maslahi mapana ya nchi. Tunataka tuihifadhi milima hii kwa nia kubwa mbili kuendeleza uhai wa wananchi. Kama tulivyokueleza mji wote wa Peramio maji yanatoka hapa, na sasa serikali imeridhia mradi wa mabilioni kujenga skimu ya maji kutoka mto huu mto Njalila hapa ili kumwagilia, kuna yani bonde la Njalila hapa pana, pana hek, hekta elfu sita chini ya ule mlima hekta elfu sita Tumeenda na waziri wa kilimo pale, tumeenda na mkurugenzi wa mwagiliaji hapo, tumeenda na waziri wa, wa uvuvi wa me, wakasema, kama tutalima hekta zote elfu sita kwa kumwagilia, tukalima yani, tukalima masika tukalima na kiangazi, mkoa mzima wa Ruvuma utategemea mpunga kutoka pale pale, peke yake panatosha. Lakini hatutamwagilia kama hatuna maji na hatutapata maji tukiendelea na mzaa huu wa kulea watu wanaolima huko milimani. Isa Mlela ni mhifadhi wa wakala huduma za misitu wilaya ya Songea. Uh, tumeshirikiana na vijana wa JKT kutoka Mlale kwa sababu imekuwa ni tamaduni yetu kushirikiana nao katika usimamizi wa mazingira. Lakini pia hata mwaka jana tumeshirikiana nao kwenye kupanda miti, lakini mwaka huu pia tumewaalika, tumeshirikiana nao lakini pia viongozi wa halmashauri lakini pia viongozi wa vijiji tumeshirikiana nao katika kurudisha uoto wa asili uliopotea. Program tumeshapanga utaratibu vizuri. Kwa mfano, watu wote waliovamia huko juu Waishapewa gotcha taarifa muda mrefu kwamba hawataki kulima kule, na sasa hivi tunaendelea kufanya operation, lakini pia kuwafikisha mahakamani. Lakini baadhi yao tushafikisha mahakamani kesi zinaendelea, lakini hapa sasa hivi tushafanya utafiti kujua kwamba ni idadi ya watu wangapi, idadi ya watu 54 ambao wamevamia huko ndani ya hifadhi, lakini wale wote tunataka tuwapeleke mahakamani, lakini pia na kuendelea kufanya operation. Kwa mtu yeyote atakayekuta ndani ya msitu hatua kali zichukuliwe.